Newton Kariuki wa DP na Leo Wamuthende wa UDA wameshiriki katika zoezi la kupiga kura mchana wa leo. Japo katika vituo vingi vurugu zimeshuhudiwa, maafisa wa polisi wamefanikiwa kutuliza vurugu hizo, wakati mmoja ajenti mmoja wa UDA alivurugwa kutokana na kuvalia mavazi yenye rangi ya chama hicho, hatua ambayo ni kinyume cha sheria hasa katika kituo cha kupigia kura. Wakati huo huo, wawaniaji akiwemo Newton Kariuki wa chama cha DP, Leo Wamuthende wa UDA na Duncan Mbui wa chama cha kazi kwa za wa mchana kutwa, wakazi wa Mbeere Kaskazini wamefanikiwa kushiriki kwenye zoezi la kupiga kura mwendo wa saa za asubuhi. Wawaniaji wakuu wa zoezi hili akiwemo Newton Kariuki wa chama cha DP na Leonard Wamuthende wa UDA walishiriki zoezi hili, japo akiwa na wasiwasi mwingi wawaniaji wale wameibua uwezekano wa kuwepo kwa zoezi la kuwahonga wapiga kura katika vituo mbalimbali. Sina shaka tulishinda, na ndio maana opposition wanajaribu kuweka chaos. Nasikia wana mipango ya, ya kuvuruga hata wakati wa kuhesabu, lakini hawataweza. Nimeambia supporters wangu wapige kura waende nyumbani wangoje tu tuhesabu, na zimetosha. Uh, there is no Mapema asubuhi katika kituo cha Kanywa Mbora, aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa alilazimika kumfurusha ajenti mmoja wa UDA kwa kuvalia mavazi yaliyokuwa na rangi ya chama hicho akisema hii ilikuwa ni njia moja ya kuwashawishi wapiga kura na ni kinyume cha sheria. Uchaguzi huu na ambao umesheheni vurugu katika baadhi ya vituo, umesababisha Waziri Geoffrey Roko kuzozana na baadhi ya wa wapiga kura akilazimika kutoweka, huku aliyekuwa spika Justin Moturi akikaa na madai ya uwezekano wa viongozi wa upinzani kushirikiana na wahuni. And I know I can tell you, I know the voting pattern. I'm very, very confident. And we have no reason to even imagine of um, cause bringing goons that could cause disruption, cause um, uh, intimidation and fear, and discourage candidates from, uh, I mean, voters from coming to vote. Zablon Macharia, Undugu TV